Kuna watu wanaamini kwao kwenye nyumba aliyozaliwa hakuna chema hata kimoja alichokipokea. Kuna watu wanaamini kwa bibi yake, kwa babu yake, vyote alivyorithi ni laana, hakuna hata baraka moja. Sikiliza niwaambie, katika jina la Yesu, that is not true, si kweli kwamba tunavunjaga laana Vyote tulivyovipokea kwa bibi zetu kwa baba zetu kwa mama zetu ni vibaya, sio kweli. Unaweza ukakuta ni mzee wa zamani, labda alikuwa hajui Mungu, lakini ni mkarimu. Na unaweza ukakuta katikati yetu kuna mtu karithi tabia ya ukarimu kutoka kwa mama yake, kutoka kwa bibi yake, kutoka kwa babu yake na hajaokoka. Haleluya! kwa hiyo kuna vitu tumejitenga kama tunaweza kuvirithi hivyo kwa wazazi wetu hata kwa Mungu ni zaidi. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaanza kunielewa kidogo. Kwa hiyo tunakuaga na ule ufahamu kwamba kila tulichokipokea ni kibaya, kila tulichokirithi ni kibaya. Haya, kuna mtu mwingine, yaani hivyo tu ulivyo ni mzuri, kwa sababu umepata sura ya mama yako. Ungechukua ya shangazi yako, ungechukua ya bibi yako, huku mjini tungekuwa tunakukemea. Kweli ni kweli kabisa. Kwa nini? Mama yako alikuwa mzuri ulivyozaliwa, ukafanana naye, umekachukua kasura kwake. Kuna mtu tu uko hapa ni mweupe, na wewe umepata weupe, labda kutoka kwa mama au kwa bibi, na unajua kabisa kinachokubeba ni weupe, sio sura. Sijui kama unanielewa kabisa. Yani, unajua kabisa, hapa ningekuwa mweusi kama yule mama imeisha hiyo. E, ni kweli lakini umekarithi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu nikuonyeshe kwamba kuna vitu tuna tu virithi even kibinadamu, sio kila kitu ni kibaya. Nataka ufunguke ufahamu, kama unaharibu urithi urithi haribu urithi mbaya, vile vizuri vije kwako na kuzidi katika jina la Yesu.